Inshallah tabaraka wa taala wale ambao wamefungua milango mbalimbali ya bidaa kuifunga imekuwa taabu, pamekuwa na uzito, na inafikia baadhi ya watu, baadhi ya mashekhe kwa sababu wamekusha zua mengi katika dini ya Allah subhanahu wa taala, wanaona aibu kukemea baadhi ya mambo, na inafikia baadhi ya viongozi wanaacha kusema haki kwa sababu asionekane kwamba atakuwa ni kundi fulani, kwa sababu lile ambalo huenda akalisema linasemwa na watu fulani, ili asionekane ya kwamba yeye si katika wale, anakaa kimya. Bidaa yafanyika, yupo hadhir, wala hakemei, na maamuma kama maamuma wanapata sehemu ya kusemea kwamba tulikuwe, tulikuwepo na shekhe fulani, lakini hakusema hakukemea. Kwa nini? Maamuma kama maamuma wanamuona yule kiongozi aliyehudhuria pale ana manzila fulani, ana nafasi katika dini ya Allah. Kama jambo hilo lingelikuwa ni baya, basi shekhe angelisema. Kwa hiyo yapelekea shekhe kukaa kimya, uzushi unafanywa, anaacha kukemea mpaka anaondoka duniani, bidaa bado inafanyika, wala hakuwakemea watu Baya zaidi unamfuata shekhe pembeni, wamfuata nyumbani kwake, wamuuliza, shekhe vipi masala fulani ambayo yamezushwa katika dini, watu wanafanya. Unaona, shekhe anakwambia ni kweli hayafai, au hilo jambo halipendezi katika dini yetu lakini watu wamekwisha lizoea muda mrefu, kwa hiyo kukataza tunashindwa, na mwanadamu anakosa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kifo kinamkuta katika hali kama hiyo. Allah, tunusuru na sifa kama hizo. Muislam, ukiona haki jambo fulani halifai ulikuwa walifanya watarajia kwamba ni ibada au yafaa, ukakumbushwa na ndugu yako, unajiepusha waliacha lile jambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, uondoke salama katika mgongo wa ardhi, usibebi dhima za watu. Watu hawaangalii hawa, hawa waliopo nyuma hawa wanakufuata wewe, kiongozi, unawapoteza na unafahamu ya kwamba haya ninayowaelekeza ni batil, si kweli, kwa sababu ya maslahi ya kidunia azaila, maslahi ambayo wakati wowote yatakuondoka, kama nafasi ulionayo Aliondoka mtu kafa, ndio wewe ukapewa hiyo nafasi pia fahamu ya kwamba wewe utaondoka hapo, atakuja mwingine. Kwa nini ukazani katika uzushi? Kwa nini uwapoteze umma, ndugu zangu, katika imani. Bida, kama bidaa zipo mbalimbali mbali mbali.